Kuna yule binti aliyesema, pastor, nimepoteza macho yangu na masikio yangu ya kiroho. Akawa anasema nasikia uchungu sana kwa muda ule nimekaa na Kristo. Hakuna kitu kizuri kama kuwa na macho ya kiroho na ufahamu wa kiroho, maisha ukikosa, unakuwa kipofu, unapoteza pesa bila kujua, unapoteza afya bila kujua, unaangamia, unapokonywa kila kitu pasipo kujua kwa sababu wajua nini, yaliyofanyika usiku hauyafahamu, yaliyofanyika kwenye madhibao mengine huyajui. Wewe unaongea kuhusu yale unayoona. Maandiko nasema, na Musa akawaambia wana wa Israeli ya kwamba msitumie tithe zenu kule mnako kaa kwenye miji ambayo mnaishi, msitumie tithe zenu na msitumie sacrifices zenu huko, bali mtoke hapo mahali mko mwende kwenye sehemu moja ambayo nimeteua, na hapo mkaweze kutoa sacrifice na tithe zenu, kisha msherekee. Amen, kisha mkaweze kusherekea huko. Alafu anasema mwondoke, mwende huko mwende na watoto wenu wa kike, watoto wenu wa kiume. Fungua hii pia zake, mwende na watoto wenu wa kike na watoto wenu wa kiume, mwende na wafanyikazi wenu wa kike na wafanyikazi wenu wa kiume. Hakikisheni kwamba mumeenda huko na mukae huko na msherekee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu fulani maandiko inasema ya kwamba watu wangu wanapotea kwa sababu ya kukosa ufahamu. Yawezekana unajua kila kitu vile unavyofikiria, but you know a small percentage. Kuna kipindi sikujua kwamba Mungu anaweza akatumia kitambara kuponya mtu kuna kipindi nilijua maombi yatanipa vitu vyote na nikakwama, na maisha yangu yote kuna kipindi nilijua mfungo aina fulani inatatua matatizo yote. So as we grow we mature and we need to learn, na usipojifunza unaweza kuishi maisha ya kiwango kimoja. Amen. Nilikuwa na pasta mmoja asubuhi kwa ofisi yangu saa hizi, nikamwambia mtumishi wa Mungu, usiwahi lipa chochote bila kuomba, utakuwa unapoteza kila kitu. Omba kwanza ndio uende ulipe. Ikiwa hauna macho ya kiroho ama ufahamu wako ni wa kiwango fulani, utaishi sawia na kiwango cha ufahamu wako wa kiroho. Narudia, huwezi kuishi zaidi ya ufahamu wako wa kiroho kiwango kile ni ju, niko ni lazima Mungu anifahamishe kiwango hicho la sivyo, hata akinipa sitajua amenipa. Mwambie huyu ni mapema, ni mapema sana, ni mapema, ni saa tano ma. Amen. Sasa, kwa nini pastor unatuambia tusiache watoto wetu The so-called new generation currently, nyinyi wazazi mnasema hawa hawajui chochote na hawaheshimu yeyote, si mnasema hivo? Ni hivo, si ndio? Na ni kweli, ukisikiza wengi wao katika social media unajiuliza amezaliwa na nani na amelelewa na nani, si ndio? Kwa sababu anaweza akaamuka akatukana kiongozi wa nchi vile anavyotaka, na ukiona mtu anatukana kiongozi wa nchi ujue anatukana mamake na babake. Get it clear from me. Mtoto umleavyo ndivyo. Ukiona mtu anatukana kiongozi yeyote amezoea matusi kwao. Ukiona mtu anatukana kiongozi yote, sababu mtu anapozaliwa anaambiwa heshimu watu wazima, si ndio? Heshimu watu wazima, so it sinks in that person, ni kitu kinazama ndani ya moyo wake yule mtu. Ni mtu mzima, siwezi nikaongea vile navyotaka. Amen, lakini There is what I normally call social media influence. Kitambo tulikuwa na kile ambacho tulikuwa tunaita peer influence. Umeenda shule simu ni ile ile, so marafiki wa shule wange, wange, tufundisha tabia zao. Nakumbuka siku moja nilitaka Walkman shuleni, najua. Unajua Walkman? Unajua Walkman? Mweleze sababu hiyo. Nilitaka Walkman. Walkman ni ka radio kingine kadogo na mara nyingi haikuwa na radio, ilikuanga na tape. Lakini baadaye wakaweka radio kana ka kadogo. Kadogo. Kakiti. Ka box tu. Sasa hapa ni mahali pa tape tukuwa na CD. Alafu, kuna mahali hapa. Hii ni kufungua, hii ni kuforward, hii ni kurewind, hii ni play, hii ni record. Na kalikwanga na ka speaker kingine hapa ilikuwa inaitwa Walkman, because I think you could walk around with it. Unaweka tu kwa mfuko so this is how it was, kadogo unabeba tu hivi. So ukitaka kusikiliza unaiweka tu kwa mfuko, walimu hawajui. So tukienda dormitory, ama dormitory, tulikuwa kuna kijana alikuwa naye na mimi, nilikuwa napenda nyimbo za Angela Chibalonso, nikaenda kwa taoni yetu nikanunua tape inaitwa Imani yangu imani yako Isipungukiwe na jina la Yesu. so jina la Yesu was a hit song wakati huo. Nimenunua tape, na nikiomba wale wanisaidie na Walkman hawataki, walikuwa wanacheza wanaskiza, zinaitwa nini hizi? zile nyimbo za Kizungu, hizi hip hop. Hip hop ni nyimbo za hizi wakina Celine Dion, hizo hizo nyimbo, sio zilizopendwa hizo nyimbo. Zinakaa slow nyimbo za Kizungu, oh, sasa mimi nasema, sasa hizi vitu Blues? Okay, sasa <laughs> mimi nasema mimi nataka kusikiza hizi nyimbo, niko na tape, ninawaambia wekini, wananiambia hauna pesa ya betri, kwanza hauna chochote wewe, nyamaza usituletee ushamba. Nikaongea na kijana mwingine alikuwa anaitwa Lewis, alikuwa mwizi, nikamwambia nenda uniibie hii sababu alikuwa mwizi. Akaniambia sitaenda kuiba sababu mwenye hiyo walkman ni rafiki yangu, kwa hivyo nitakufundisha kuiba <laughs> akaniambia nitaongea na yeye aiache, ay, aiweke, aiwache kwa darasani, tutoke nayo dormitory, tuende nayo darasani, alafu nimwambie iache hapo, ya tu, hakuna mtu achukua. So akaongea na yeye akaacha, akaniambia iko hapo, nenda uka ukachukue. Nikaenda <laughs> nikaichukua, nikaiba. Oh, ni, niseme niimeiba <laughs> ndio uridhike, niliiba sawa, niliiba sasa. Kwa sababu nataka niseme nimeiba, acha niandike na kalamu sasa, mimi nikaiba <laughs> Yule kijana alikuwa anaitwa na, mwenye walkman sijui alikuwa anaitwa na na, nakumbuka jina lake la pili ilikuwa inaitwa Abonji. Akasema anaenda kwa mganga kujua nani ame- ameiba, na unajua ni mara yangu ya ya pili kuiba ni <laughs> nilikuwa nimeiba pesa ya nyanya 270 kwa ajili ya kununua chapati na kununua chapati na maragwe na set, nikapigwa. Sasa hii ni wizi ya pili, niliposikia anaenda kwa mganga atakuja, kwanza mganga huyo angechomoa yule aliyeiba, alafu akufe yeye. Ameenda huko, hameenda, na tunajua ameenda na amesneak out of school. Mimi nimebaki hapa, tumbo linaniwasha sababu naenda kugunduliwa na nitakufa. Nikasema Mungu wangwe, nikachukua hiyo hiyo Walkman nikaificha chini ya miti. Nikasema hata nikificha chini ya miti mganga atanitambua na kisha nitakufa. Nikasema hii kitu ni lazima niirudishe kabla yule ndugu ajamalizana na mganga. Nikasubiri saa kumi, tunaenda games Walipoenda games, mimi nikaenda nikaichukua huko mahali niliweka, narudi mbio nairudisha kwa darasa kwa, da kwa loka, kumbe kuna mtu ananiona nilipoiweka tu hivi, nikitoka wizi <laughs> ile aibu niliona. Hakuna mtu alinipiga lakini, sababu unge, utanipiga kwa nini, na hii kitu hairuhusiwi shuleni. Sasa wakaniita mwizi mwizi mwizi, yaani ile aibu nilipata. Usiku bado wazasema, kumbe ndio mwizi yako hapa. Nikasema kama sio huyu ndugu kunifundisha wizi, mimi singeiba. Nimetamani kitu na siwezi kuwa nacho, nikafundishwa kuiba, sababu nilikuwa najua mwizi pia. Pressure you lack something you want something you can't get something. You look for someone who has the capacity to influence your life to become a bad boy, kitu ambacho sikufundishwa nyumbani. nimeona watu wakiiba. Bwana Yesu asifiwe. Niposa, nikasema ukiona anaiba labda ameiba nyumbani ama influence. Now today we lack Peer pressure and peer influence. We have social media influence. Anybody can get into YouTube and Facebook na matusi yanze na atatukana na kumbuka, wakati wa matatizo ya Tanzania kulikuwa na binti alikuwa anatukana rais wa Tanzania, anatukana matusi ambayo haitoki kwenye kinywa, na akitukana hivyo anakuwa na wafuasi wengi sababu wewe ni mjasiri anaweza akatukanana. Kitambo uone mtu anatukanana hivyo, amejifunza mahali. Bwana Yesu asifiwe! Maana sisi tuliambiwa heshimu mtu yeyote mzima, na huyo mtu aliyekushinda na umri, ni mamako kama ni mama, kama ni baba ni babako. Amen. Nao jambo hili linaleta matatizo, kwa sababu leo hii huwezi chapa mtoto wa mtu, ukimchapa uko ndani, mwalimu naye hawezi mchapa, so we have that kind of life. Amen, hao watu wanaumia, wanahitaji malezi, sio kutaka kwao. There is something happening in our society, we must look for spiritual solution na itasaidia hichi kizazi, otherwise tutawaita kizazi kisichofaa. We don't need to blame them as parents we need to look for a solution. Bwana Yesu asifiwe. Nao maandiko yanasema, na Isaka alipokuwa na miaka 40 akaoa Rebeka kutoka kwa mzee mmoja anaitwa Bethel, lakini Rebeka akawa tasa. Maandiko yanasema, na Isaka akamwombea Rebeka. Hakuenda kwa mganga, akamwombea nani? Rebeka, kwa sababu Isaka alijifunza kwa babake alijifunza kwa Abrahamu jinsi alivyofanya maombi mpaka akatajirika. Mpaka Isaka akaona babake akifanikiwa kwa kila jambo, alimuuliza babake, baba, kuni tunayo, moto tunao na hata sadaka, ndiyo hatuna kisu. Iko sadaka iko wapi? Sababu gani hangejua sadaka ni nini? alifundishwa wakati wowote unaenda madhabahuni na mtoto wako, hata waisahau, hiyo roho inaingia ndani yake.